Wa West Tv. Okay. Tuingie kwenye mechi yenyewe kiufundi abisa Steven, kwa namna ambavyo umewatazama Simba lakini Stellenbosch pia kwa upande wao, na sasa hivi wako nyumbani, itakuwa na ugumu kiasi gani kwa Simba kuweza kufanikiwa kufanya hili ambalo liko mbele kwa maana kuona wanaweza wakafanikiwa kufika fainali na hata kurudi na kombe nyumbani, ili Simba ifike fainali ya kombe la shirikisho inabidi irekebishe mapungufu ambayo walionyesha mchezo mm. uliopita. Mimi nataka niongelee maeneo mawili tu ya mechi iliyopita. Eneo la kwanza ni la kuwahi kuchoka. Eneo la pili ni eneo la ushambuliaji. Nianze na hili la, la kuchoka wale Stellenbosch, kama kuna kitu nimeona ni wazuri, kabla ya mbinu za kichezaji au uwezo wa mchezaji mmoja mmoja ni uwezo wao wa kuwa na ustahimilivu kwenye mchezo mm. dakika tisini. Huweza kukaa nyuma ya mpira muda mrefu, wakati huo huo wakiupata watoke kwa counter attack kwa kukimbia kwa kasi. Wameweza kufanya hivyo muda mrefu kwa mechi, na si tu mechi ya Simba, wametoili sana mechi ya Zamalek ya kwao, walicheza kwa nguvu mm. mechi iliyofuata dhidi ya Zamalek mm. Misri walicheza kwa nguvu sana mm walipigwa tano lakini walikuwa ambayo walipata nacho tabu ni hiko Simba, kwa sababu walikuwa wanacheza kwenye mchezo wa mkondo wa kwanza nyumbani, waliona kipindi cha kwanza mm. dakika 15 wapate goli Unalipataje? Lazima uweke pressure. Pressure ni kufanyaje? Kucheza kwa speed, kucheza kwa nguvu, unamfanya mpinzani asiwe comfortable. Sasa ile huwa ina accumulate nguvu sana, kwa dakika tano za kwanza bila, bila, kumi za kwanza bila kumi na tano, Simba tayari ile nguvu wakawa nayo wanaenda nayo na keep pressure na keep pressure dakika 30, kuna muda mechi ilishaanza kuwa ya wazi, baadaye ndo unaanza kuona Stellenbosch kidogo wanarudi, mpaka Simba walivyokuja kupata bao kuelekea mapumziko. Simba hawakuwa tena wale walikuwa na wakarudi ugonjwa ule wa wakati wanaanza msimu hmm. Simba inakuwa bora sana 45 za kwanza, 45 za pili, nishati yao inapungua hmm. Sasa wakianza kupungua eh, ndo coach sasa anaamua kufanya rotation. Unai, kuna kuna muda watu waliumia, lakini mtu kama Mavamba huwa tunamuona anatokea bench kwa ajili ya kukeep energy. Mtu kama Mutale kocha wanamuintroduce baadaye anamuingiza Ateba kwa ajili ya kufanyaje? Kuona wale wachezaji ambao NG wameshuka, awaingize hawa wapi waweze kumachi, na kadri mechi inazidi kwenda, akishaona, ah, sasa mbona nazidiwa, wachezaji wangu wengi wawezi kumachi na wajamaa, anaamua sasa kufanya mpango wa kujilinda, kwa sababu tayari ana kitu. Sasa kujilinda wakati mwingine unakaribisha pressure, na simba wote unaweza kufanikiwa. Kwa hiyo kwa muda ambao uliopo game management ya Simba, nadhani ili kukwepa hili swala la kuchoka mm. iwe hivi Simba waianze mechi kwa gia juu wapate goli. Kwao litasoma aggregate mbili, ili watolewe itabidi wale Stellenbosch washinde magoli matatu mm. Sio, unaelewa? Ni mzigo mkubwa, hii ni rahisi kusema. Simba anaweza kubishana kuzua hizo tatu. Sio, umeelewa? alafu watakuwa kwenye mood za hisabu magoli, kama hali ni, ni hamasa tayari. Yanakufanya usichoke sababu unajua una kitu. Kwa nadhani hii ndio game plan ambayo anaweza kunda nayo, muda ambao watachoka second half, tayari wana wana faida hata kocha akisema anafanya hesabu ya wachezaji watatu au wanne waliochoka, wanaenda kulinda kitu ambacho nini wanacho. Kwa hiyo hili niliona eneo la kwanza. Eneo la pili nilisema la ushambuliaji, kama kuna kitu kilijadiliwa sana mm -hmm. ni baadhi ya nafasi nusu zile half chance ambazo Simba walizipata kwenye hii match iliyopita mm -hmm. na moja ya tukio kubwa ni lile la Jean Charles Ahoua ambalo kuna time alionekana kama amepata maumivu, kama alitaka kutolewa sub, akapata tukio la kumround keeper akashindwa kufinish. Sawa. <laughs> uh -huh. Hiyo so, imekaa uh, sawa kwenye upande wa ushambuliaji. Labda Mnolela, tuanzie hapo hapo uh, kwenye swala la ushambuliaji tuliliona pale katika uwanja wa, wa Amani uh, Simba akipata ushindi wa goli moja. uh, bado Simba kwenye swala la ushambuliaji hata hapo walipofika, kwa sababu unaona kabisa kwamba hawako katika ubora wa namna hiyo. uh, mechi ya Jumapili, nini kifanyike kwa mtazamo wako? ubora um, wanao mm. washambuliaji wa Simba wa, ukilinganisha na wa Stellenbosch mm. kwa sababu ta magoli Simba wamefunga magoli mengi mpaka sasa hivi, uh, wana magoli kumi na moja tukianzia kwenye group stage mpaka mm hapa -hmm. uh, Stellenbosch wamefunga magoli tisa, wamewazidi magoli mawili. Na hata hao washambuliaji wanaocheza eneo la mbele wa Stellenbosch, nafikiri kuna Lokomi ule mm -hmm. alafu na Dijon ndo wamefunga goli mbili mbili, yale mengine wamefunga moja moja wachezaji wengine <coughs> lakini Simba wachezaji watatu wamefunga goli sita wanaocheza katika front line pale mbele. Uh, Ateba amefunga mbili, Kibu Denis tatu na assist tatu. Uh, Chazi Yau akafunga tatu na assist mbili. Kwa hiyo ukiangalia front line ya Simba pamoja na Stellenbosch, unaona kabisa ya Simba iko bora kuliko Stellenbosch. Shida tu ni moja. Hizo goli ambazo walizofunga kuna tatizo ambalo wakilirekebisha wanaweza wakafunga zaidi ya hizo goli ambazo wamefunga. Kwa mfano, kama mchezo ulioisha nafasi ambazo walizopata wakapoteza walikuwa na uwezo wa kufunga zaidi ya lile goli moja. Sasa ishu kubwa ambayo hii sio kificho kila mtu anafahamu. Sasa hivi tu ni kuna ishu, kitu fulani kimekuja ghafla tu Simba tangu alivyoku. Kwangu mimi nimeona tangu alivyoanza mpanzu pia kuingia kwenye timu. Yaani kuna ishu ya ya, ya ubinafsi kumeingia. Yaani kama kila mtu anataka kucheza ile kujiangalia yeye zaidi kuliko kuangalia timu. Sasa ukicheza wakicheza kibinafsi ni ngumu sana kufanya vizuri kuliko mkicheza kitimu, umeelewa? Kwa hiyo sasa hivi hata hizo situation nyingi malalamiko mengi ni kukosa sana nafasi, na tunaita uchoyo kwa lugha nyepesi yani. Sasa hivi ukiangalia wachezaji wanaocheza mbele pale Simba, kila mtu akipata nafasi anataka afunge yeye, anataka apige chenga, ajaribu, ashuti. Kwa hiyo sasa ukicheza na timu kama Stellenbosch ambayo ina uwezo, ina quality, ukipoteza sana nafasi nyingi ukipata chansi nyingi ukapoteza, wale wanaweza kupata nafasi chache tu wakaweza kuzitumia. Kwa mfano kilichowasaidia hata Simba mechi ile ni uimara pia wa defense line ya Simba, kwa sababu kwa nafasi zile walizotupa alafu wamefunga goli moja. Manake defense line ya Simba isinge kuwa imara, Selebu chongeza kusawazisha lila goli, kwa sababu wanaonekana ni timu ambayo inaweza pia kufunga hata ikiwa ugenini. Kwa hiyo mwalimu Fadu Davis kwa hizi siku ambazo kakaa na timu tangu mechi ya kwanza mpaka kuelekea mchezo wa mwisho. Kwa Jumapili inabidi ile swala alifanyie sana kazi, awaambie wachezaji wake wawe makini sana kumalizia chances zinazopatikana, wawe wanapeana pasi pale mbele, uchoyo waache. Kwa sababu Simba sio tatizo kutengeneza nafasi, nafasi wanatengeneza za kutosha. Sasa mara nyingi mwalimu waga na hukumiwa tu kwa kama, je, timu haichezi vizuri, lakini ile mechi iliyopita uh, watu walikuwa wanapeana pasi, sema tu watu, watu wanakosa kufunga. Sikuona huo uchoyo kwa sababu upo au akapewa pasi nzuri na mpanzo akua mchoyo. Sasa umeona ile ile ya au eh. Alikuwa anaweza kurahisisha tu pasi hizo kwa kulikuwa kuna mtale kulia au au atebali ni kwa goli rahisi kuliko okay, kupiga chenga dhambi haijawahi kuwa dhambi kubwa. Inaweza kuwa dhambi pale labda akapoteza nafasi. Kwa sababu hasa hizo nafasi ambazo tunasema kwamba uh, leo tunasema mchezaji kama Eli angeweza kumpa pasi labda mtu kama uh,

Nadhani kwenye swali lako hilo nime, nimejibu. Razaki alikuja kuna... kwenye Mpanzo nilikuwa yeah, naingia huko huko kwamba ukiwasikiliza mashabiki wa Simba sasa hivi yeah, wanasema ni bora Mpanzo amalize kila kitu mwenyewe. Yaani akifika pale yeye hey, wanaamini kwamba anaweza akachukua kijiji na akafunga. Aha, kwa maana ya kwamba wanaona kwamba kwa nafasi zake za mwisho ambazo zimekwenda hazifanyi kazi. Kwa hiyo ndio maana hata yeye, kwa mfano ameshafanya shootings kadhaa, sio? Nadhani unakumbuka kuna shooting ambazo zimekuwa blocked nyingi, unajua. Lakini tunasema kutengeneza nafasi bado hakujaweza kuwa shida, lakini shida nadhani ya Simba si uchoyo. Shida ya Simba ni finishing tu, yani improvisation, tunapokwenda sasa tunamalizia shambulizi hapo ndipo panapokuwa pana shida. We need to convey it, sio? Sasa kama kuna kuwa, uh, inashindikana, ina maana kwamba tunaanza kutengeneza uh, fikra nyingine kwamba ingekuwa hivi ingekuwa hivi, hapana. Kwa nini tuseme kwamba Simba hawajawahi kuwa <coughs> na shida kwenye kutengeneza hizo nafasi, sio? Naelewa. So wanazitengeneza lakini kumalizia improvisation tunakwenda mm -hmm. No, sasa sisi tunamaliza ili shambulizi letu, hiyo ndo imekuwa ni tatizo kubwa na tatizo la finishing ni tatizo la dunia nzima huko, wakati inaonekana ni tatizo la dunia nzima simelewa, eh? Lakini ni kwa sababu kuna mahitaji ya muda husika, mahitaji yaliokuwa yanatakiwa muda husika ya Simba ni kupata magoli ya kutosha katika mechi ya kwanza dhidi ya Stellenbosch. mm -hmm. kwa hiyo nadhani hiyo sidhani kama ni tatizo kubwa sana mm. yeah. Okay, sawa sawa. Lakini haya matatizo ya Simba bwana mm yamekuwa ah, ya muda mrefu unajua. Yani, unajua mimi nafikiri na mm. Unajua, akiwa mshambuliaji wa mwisho yeye mchoyo yani, kama mkwala vile au wateba, sio dhambi sana nafikiri. Hata siku ile kati tunaongea na, na Captain Elena, yeye ndo alimaanisha hiko. Lakini kuwa wachoyo viungo, hawa washambuliaji ndio tatizo, kwa sababu viungo, washambuliaji, nyinyi ndiyo mnatakiwa muwatengenezaji nafasi, unaelewa kwa yule mshambuliaji sasa, nyinyi ndio mkiwa kila shambulizi mnataka kulimaliza nyinyi hata vipi? maana yake yeah. Washambuliaji watapata sana shida ni... Ni anavyocheza anacheza kama mshambuliaji. Hapana. um. kuliko

Maana mm. yake sasa afunge, so alotoa kwa ua. Still ile ile can... eh. bado alikuwa na uwezo wa kuingia mm. mm, Kwanza eh. kwa kwa katoka mbali, lakini mwisho wa siku kumbuka yeye wakati ana mpira alikuwa one on one na mtu ambaye yuko mbele yake. Kwa hiyo na maana angetaka kupiga chenga, kupiga chenga upande wa kulia, upande wa kulia yuko Mutale upande wa kushoto huko angua space ya kutoka pale kwenye kupiga ichenga na lazima ufeint. Unapo feint una feint kwenye eneo gani? Utafeint katika eneo ambalo ni dogo, ambalo lina watu lina yuko mwanzo. Sasa atakwambia hivi, kama una feint alafu mnakwenda eneo moja, mnakuwa watu wawili, ni nini ambacho kinatokea? mm. Abisai, kwa kumalizia, nope. kwenye hili wacheze as a team, pale unapobidi mchezaji kwenda mwenyewe aende mwenyewe akafunge. ya tu tumezungumza vizuri mm. neno uchoni, neno negative, neno baya na mpaka linazungumzwa linakuwa limekithiri. mm -hmm. by nature kila mtu ni mchoyo kwenye nafasi yake, ila ukishavuka kiwango wanasema. mm -hmm. anything anything, eh, too much of anything is harmful mm -hmm. chochote kile kikizidi kinakuwa kina ubaya. mm -hmm. kwa hiyo kama eh, ahu aliona hapa hapa, mimi naweza kufunga eh, nafungaga it's okay, lakini ikizidi inakuwa ndo shida. Kila mchezaji ana hiyo kwa kiwango chake. kwa mfano anaweza kagusa yeye kutokana na moment nyingi ile iliyotokea kwamba angefunga lile, ingekuwa bila simu, angekuwa na faida zaidi. Lakini kwenye mechi alicheza vizuri. Kwa mfano kuna passes zinaitwa key passes; nitakwambia maana yake. Au kwenye ile mechi ndo mzaji pekee kwenye wachezaji wote wale aliyepiga key passes nyingi. Passes, key passes nane. Na sikumbuki tokea misimu miwili imecheza nane, alipiga key passes nane. Kimataifa klabu bingwa au huku. Ni nyingi mno, wengi wanaishia nne, tatu. Mpanzo katoa tatu lakini Jean Charles ndo ndomzaji kombe la shirikisho lote ametengeneza nafasi nyingi kuliko yote 27 mm. Kwa maana yake manaake, Jean Charles namba zake zinasema, hapana, mimi sio mchoyo, ila ni moment kubwa ambayo watu wamemfanya amemfanyaonekana mchoyo kwa sababu ya ile zile dakika kwa sababu ya umuhimu wa huo mchezo. Sika nimeeleweka uko yani, yes. Sahihi na maneno yako ni sawa sawasawa mm. na jana kwenye African Soccer. Mm. The way statistics za zilizowekwa za elite mm. it's the same. Nathani, ume, ume replicate the, ile mm. ma, ile analysis ya African African Soccer soccer jana live African Soccer Show, kuna kwa walikuwa, of course mm. the same scenario ndio namba moja kwenye kwenye hiyo um neno lako litosha kusema kwamba mm.

lakini ndiye mchezaji ambaye niliwahi kusema kwamba huyu atakuja ya ya hey, E yani <laughs> yeah. Bwana, baada ya kikosi cha Simba kutoa salama kule nchini Afrika ya Kusini kuelekea mchezo dhidi ya Stellenbosch mchezo wa raundi ya pili kombe la shirikisho barani Afrika katika hatua Uh, ya nusu fainali unaambiwa Simba ugenini kama nyumbani, nyumbani kama nyumbani, kwa sababu mapokezi walioyapata huko Afrika ya Kusini na mipango ambayo wanaendelea kuipanga huko Afrika ya Kusini ni mikubwa sana, kwa ajili ya kuwamaliza hao uh, Stellenbosch kutoka pale pale nchini Afrika ya Kusini. Na Ahmed Ali, afisa habari na mawasiliano wa kikosi cha Simba, ameendelea kusisitiza kwamba hii tunavuka hatuishi hapa, lakini pia kubwa zaidi ni utimamu wa kikosi cha Simba, lakini pia utimamu wa wachezaji wote ndani na nje ya uwanja. Lakini taarifa kumhusu Che Malon Fondo ni kwamba Che Fondo Malon ataendelea kusalia nje, kwa sababu anaendelea kuuguza majira yake, ingawa ameanza mazoezi. Na mchezo huu ni muhimu sana kwa Simba Sports, apate sale au suluhu yoyote ili kufuzwa katika hatua ya fainali. Lakini naposema iwe moja moja, mbili mbili au tatu tatu, lakini suruhu yaani wasifungane. Wasipofungana, Simba anakwenda katika hatua ya fainali baada ya kupata ushindi wa goli mmoja kwa sifuri katika uwanja wa Amani, Zanzibar, goli pekee likifungwa na Jan Shelehe Ahuwa, na katika mchezo huo tukio kubwa ambalo kila mwanasimba analikumbuka ni tukio la Jean Ahoua wa eh, kukosa nafasi ya wazi kabisa, wengine wanasema ile nafasi hata Zuchu wanafunga, eh, kwa hiyo eh, inawauma sana kwa namna ambavyo alikosa nafasi hiyo na kuendelea kusisitiza kwamba waendelee kuwa na muungano, umoja na mshikamano kama ambavyo kauli mbiu yao inakwambia eh, nguvu moja eh, kuelekea sasa katika mchezo huu wa nusu finali ili waweze eh, kufuzu nusu finali lakini kubwa zaidi katika mchezo huu wa uh, nusu fainali ili kufuzu katika hatua ya fainali, lakini kubwa zaidi ni ubora wa kikosi cha Simba chini ya kocha Fadlu Davids na benchi lake la ufundi, na kocha Fadlu na wasaidizi wake wote ni wenyeji wa South Africa wanashafundisha vilabu kadhaa pale South Africa kama makocha wasaidizi, lakini pia kama makocha wakuu. Hivi basi mchezo huu unachagizwa kuwa mkubwa na mzuri sana, kutokana na aina ya makocha uh, kina Fadru na wasaidizi wake bana. Hicho ndicho kinachoendelea kule nchini Afrika Kusini kuhusu kikosi cha Simba Sports Club. Tuandikie maoni yako katika sehemu ya comment juu ya hiki ambacho unaendelea kukifuatilia unaendelea kukiona ndani ya Wa West TV. Je, unafikiri Simba safari inatoboa? au unafikiri nini juu uh, ya hili? Asante na nikutakie siku njema.